Karibu, tuzungumze kuhusiana na wanyama ikiwa ni sehemu ya asili, uh, lakini mazingira yetu kwa ujumla, na wana umuhimu kwa kiasi kikubwa katika masuala mbalimbali, na tutazungumza zaidi kuhusiana na wanyamapori na umuhimu wake kwa taifa, na mchango wake mkubwa pia katika masuala mbalimbali ikiwemo kutangaza taifa husika na kuongeza pia idadi ya watalii, lakini wanyama hao pia wakiwa wanapaswa kulindwa na walinzi. Eh, ni wananchi pamoja na serikali husika lakini eh, hapa tuko na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuzungumza mengi zaidi kuhusiana pia na hali ya wanyamapori nchini na hatua ambazo wanachukua kuwalinda ili kuhakikisha uhai na ustawi wao kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tuko hapa na Sanjo Mafulu ambaye ni afisa mhifadhi mwandamizi kutoka TAWA. Karibu sana. Asante sana. Tuko pia na Mustafa Buyogera, afisa utalii kutoka TAWA. Karibu sana. Asante. Karimu, karibuni sana. Nafurahi sana, sana. Eh, sana, <laughs> okay, tunaona pori, tunaona porini huko eh. Eh, <laughs> tukiwa hapa studio tunapata mengi ambayo mnayafanya huko porini, hakika eh, kabisa eh, mamlaka ya um, e, TAWA mm. Eh, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania E, tunafahamu pia ziko mamlaka nyingine nyingi tu ambazo zinahusika na haya masuala ya wanyamapori, masuala ya misitu au masuala ya utalii kwa ujumla. Mm. Yeah. Lakini kwa kujenga msingi, labda Sanjo, hebu tuambie, e, TAWA hasa majukumu yake ni nini? Nashukuru sana ndugu good luck yangu yeah. Mara nyingi huwa nikianza discussion kama hizi na watambua kama sehemu ya uhifadhi pia wahifadhi yeah, wenzetu yeah. Yeah, ndiyo, kwa sababu wanahabari wana ni sehemu muhimu sana katika kuhakikisha kwamba yale makusudio ya taifa katika uhifadhi yanafikiwa. Tawa ni kwa kirefu ni Tanzania kwa lugha ya kigeni, ni Tanzania Wildlife Management Authority, lakini kwa Kiswahili ni Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania, na yeye majukumu yake ni kulinda na kuhifadhi wanyamapori walioko nje ya maeneo ya National Park, hifadhi ya taifa, Ngorongoro ngoro, sasa waliosalia wanyama kwenye maeneo hayo wanalindwa na TAWA mm -hmm. na TAWA majukumu yake ni kulinda wanyama katika maeneo ya au walioko nje ya hayo maeneo, lakini pia wanyamapori waliopo katika maeneo ya game reserve, mapori ya akiba uh -huh. a, game controlled area alafu pia kwenye wetlands na pamoja na wildlife management kwenye zile hifadhi za jumuiya za, za jamii mm hmm. zilizoko nchini ambazo takriban sasa hivi tunazo kama ishirini na moja hivi, hizo game reserve ziko ishirini na nane na game control area ziko uh, ishirini na tatu. Kwa hiyo kwa hiyo manake wanyamapori wote ambao wako kwenye hifadhi za Taifa meaning national parks waliko uh -huh, wa, ehe, yeah. wako chini ya Tanapa. Sasa eh kwa maana hiyo ambao wako Ngorongoro wako chini ya Ngorongoro N NCA NCA, mm, NCA ndio ndio, alafu sasa walioko nje ya maeneo hayo wengine wote wote hao ni wako chini ya mamlaka Tawo. Tawo. Tawo. Tawo. Mm -hmm. ya usimamizi wa mapori Tanzania tawa, tawa. Na hasa baada ya kuo nje ni yale maeneo sasa niliyoyataja, mm -hmm. game reserves <clears throat> Uh, game controlled areas mm -hmm. kwa maana Kiswahili game reserve ni mapori ya akiba, <clears> halafu <throat> <clears throat> game controlled area ni mapori tengefu, <clears> halafu <throat> kwenye wetlands wetlands maeneo ya maeneo ya maji maji eh kwa mfano <clears throat> yes, tunayo matatu sisi tunasimamia mm breeding site zote unaoziona zizo nje ya Ngorongoro na Tanapa mm. ziko chini ya TAWA mm. na maeneo ya mashamba au mashamba bustani, yeah. za ufugaji wa nyamapori <coughs> mm. zote ziko chini ya nini? Ya TAWA. Utaona kwamba TAWA ina jukumu kubwa sana katika kuhifadhi wanyamapori hao ambao tulionao nchini mm. na hali sasa ya wanyamapori ambao nyinyi mnawasimamia uh, ikoje? Yeah. <laughs> Nashukuru sana. Nashukuru sana. Uh, hali ya wanyamapori sasa hivi tunaowasimamia nchini mm. uh, sita sita kusema kwamba inaimarika kwa mm. maana ya kwamba si uhifadhi unazidi kupanda na ni zote ni kwa sababu ya jitihada za serikali na mm. jitihada binafsi ambazo kwa maana ya taasisi zinazoendesha zinazo, zinazo majukumu haya katika kusimamia. Kwa hiyo hali ya wanyamapori inaimarika na hauwezi ukasema ujangili umeisha, hmm. ila unapungua, ukilinganisha na hali halisi iliyokuwepo miaka Eyo. ya nyuma. Kwa hiyo hili naweza nikalisema namna hiyo. Nataka tu kuongezea, ndugu mtangazaji, kama alivyosema, upande wangu tunasimamia maeneo makubwa sana. E, tuna takribani kilomita za mraba laki moja na 6n 66, utaona ni jinsi gani eneo la nchi nzima e, unajua hii Tanzania yote ina kilomita za mraba laki tisa ndio na, na, na, na kidogo yes, kwa maana kati ya hizo laki tisa laki moja na ila kimoja na 3a663asimama kama niliposema afande wangu hapa, sisi afande wangu hapo, tunasimamia hizo Ramsar site, tunasimamia hizo mapori tengefu, tunasimamia maeneo ya wanasema wildlife management area, maeneo ambayo yako ni maeneo ambayo yanakuwa yanasimamiwa na zile if, de, vile vijiji ambavyo vinazunguka na hiyo eneo sasa, mm. Utaona ni jinsi gani, ni ukubwa gani, e, eh, na majukumu ambayo TAWA inayafanya kama alivyosema afande wangu kwamba ujangili umepungua kiasi kubwa kwa sababu kutokana na miundo mbinu wezeshi mm eh, miundo mbinu wezeshi vitendea kazi e, eh, watu wanapata vifaa vya kisasa, kama sasa tunatumia ndege, tunatumia drones hizi e, eh, kuhakikisha kwamba maeneo yote, zile resources zote ambazo ziko kwenye maeneo ya, ya, ya, ambayo tumehifadhi mm. basi panafikia kwa urahisi zaidi mm. yeah. Sasa, kwa maeneo basi kwa sababu pia unasimamia eneo la utalii eh, tuangalie uh, hali ya utalii katika maeneo hayo ikoje, kwa sababu unajua ukizungumzia utalii watu wanafikiria kuhusu mbuga za wanyama mm. hizi ambazo ziko chini ya TANAPA, wanafikiria mm. mlima uh, Kilimanjaro wanafikiria uh, labda Zanzibar uh, lakini vipi kuhusiana na haya hizi game reserves uh, haya hizi mapori ya akiba na, na maeneo mengine kama haya bustani za wanyama mm. hali ya utalii wa eh, wananchi, hasa ule utalii wa ndani kwenda kwenye maeneo kama hiyo ukoje? Ah, nashukuru kwa kupata nafasi eh, hali ya utalii kwa sasa imeongezeka ni, ni, ni kwa kasi zaidi mm. kwanza ni kutokana na juhudi za Mheshimiwa Rais ambazo anazifanya kwa kutumia filamu rotua na amazing Tanzania yud hizi zimepelekea sasa hivi maeneo yetu mengi sasa hivi watu watu wanapata mwamko. Watu walikuwa wamejua tu kwamba maeneo ya utalii sasa hivi ni national park tu mm -hmm, au ni Ngorongoro, lakini sasa hivi sisi tuna maeneo yetu kama Kijereshi kule mm -hmm. tuna maeneo yetu Sagaswaga, tuna maeneo yetu hapa kwa Dar es Salaam hapa Panda Game Reserve, tuna maeneo yetu ya Kilwa mm -hmm, eh, hizi ni historical sites. Wageni wamekuwa ni wengi wakimiminika na kuongezeka kwa kasi zaidi ya yeah. Yeah kwa hiyo watu sasa hivi ile zana kusema kwamba maeneo uta, ya, ya, ya, ya utalii ni kwamba ni national park na Ngorongoro hapana. Wananchi wamekuwa na mwamko mkubwa sana kutokana na juhudi ambazo anafanya na Mheshimiwa Rais kwa kutangaza vivutio vyote ambavyo vinapatikana nchini ndani ya nchi na nje ya nchi. hmm. Yeah. Hmm. Sasa kuna baadhi ya tafiti ambazo zinaorodhesha baadhi ya wanyama ambao wako hatarini kutoweka kiwemo hmm. faru uh, mweusi na mweupe, kuna mchui, sokwe mtu, tembo Afrika mbega wa kipunji, mbawala pia wa milima ya Udzungwa mm. uh, kwa hapa nchini Tanzania. Andiwa. nini ambacho kinafanyika katika ulinzi wao, na hasa kama kuna jitihada pia za kuongeza idadi yao? uh, <clears throat> ni kweli ni kweli kwamba uh, kwa sasa ni, ni, ni hali halisi ya kidunia kote mm. ni kubaliane na hiyo hiyo cholicho ikisema kwamba wanyama wapo kuna baadhi ya aina ya wanyama wapo kwenye watalishi na hapa Tanzania ni kama ulivyowataja, naona umeenda vizuri mm. zaidi mm. Eh, na umeweka vizuri zaidi lakini, tusisahau kabla ya kulijibu hilo swali, kuwajuza wananchi nini kinachosababisha wanyama kuwa kwenye watalishi mm. mm. kitu cha kwanza ni uh, windaji haramu eh, watu wanawinda wanyama bila fuata kanuni, mwisho wa siku wanawaondosha. mm. Sababu ya pili ni magonjwa Magonjwa, wanyama wanapata magonjwa ambayo ndani yao au yanatoka nje ya hifadhi, wanakufa. Kitu cha tatu ni upotevu wa mazingira yao ya asili, habitat loss, ambavyo inawezekana inasababishwa na watu kulima au watu kujenga kufanya makazi karibu na maeneo ya hifadhi. Mm -hmm. Mwisho wa siku wanyama wanakosa mazingira yao ya asili ya kuishi. Lakini kitu kingine ni biashara haramu ya nyara za hao wanyama kama tembo, faru, kama ulivyoweza kusema. Mm -hmm. Lakini kingine pia uh, wanyama wengine hawa wa ambao umewataja hapo wanachukua muda mrefu kuzaliana na kukua. Kwa hiyo, kwa mfano, kama faru umemtaja anatumia miezi 16 mpaka 18 kuzaa tukupata mimba na kuzaa. Mm. Alafu baadaye kuna miaka ya kunyonyesha, tembo pia miezi 22 na kadhalika. Lakini sasa haya yote na uvamizi mashuhuri zile shughuli kama encroachment mababa uharibifu wa mazingira na nini yanapelekea hawa wanyama kwa kwenye watalishi. Mm. Sasa nini kimefanyika au tunachokifanya actually serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ugatuzi wa shughuli hizi za uhifadhi katika taasisi ambazo pia Goodlake alizitaja pale yeah, za Ngorongoro, TANAPA, TAWA, TFS zinaimarisha ulinzi. mm. namba moja tunafanya doria intensive kabisa ambazo ni madhubuti ya kuhakikisha kwamba wanyama wanalindwa kama hao ambao umewataja, ambao sisi tunasema wanapatikana kwenye appendix 1 ya ile mikataba ya kudhibiti matumizi haramu ya wanyamapori sites duniani. Kwa hiyo mm, mm, ina maana wanalindwa, ulinzi madhubuti unafanyika kwa mm, kufanya doria za kila siku yeah, eh, 24/7 katika maeneo yetu ya hifadhi. Hicho ni kitu cha kwanza, lakini pia serikali yetu inatuwezesha kuwa na vifaa imara vifaa eh, imara kwa mfano, ikiongea imara namaanisha magari, namaanisha GPS, kwa sababu wananyama kuna baadhi wanafungwa mpaka zile kola zile, eh, za ku track kujua kwamba wako wapi, wanafanya nini, mm. ili kuhakikisha hilo, na kutumia matumizi ya ndege nyuki drones ili kuhakikisha kwamba tunapata kujua wapi iliko, lakini pia wanyama, kama umesikia pale nilisema breeding site, tuna maeneo ya breeding site kuna maeneo ambayo tunawaweka au wanakopatikana, wanaendelea kuzaliana, yanatunzwa vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba namba yao inafanyeje? Inaongezeka, okay. Lakini pia ni kuwachukulia hatua kali kulingana na sheria zinavyohitaji, sheria ya wanyamapori ile, ile maboresho mwaka 2022 inasema jisigani, gani unazipata kuvuna kwa kwa kwa kwa wale wanyama kiala, e, katika e, kihalamu na mwisho wa siku wanachukua hatua za kisheria kakisha kwamba unazuia, ehe, unazuia ule azuia usiendelee mm -hmm. Na kingine njia zinazotumika ni kuingia mikataba ya kimataifa ambayo inafanya uzuiaji mm -hmm. au ununuzi hata kama ni wahalali basi zile leseni zionekane na kama si hal ni haramu basi, wanaweza wakarudisha wakaikamata ile mizigo na kuirudisha wakairudisha nchini kuweza kufanya verification. Kwa hiyo hizi zote ni jitihada za kuhakikisha kwamba e, ha hawa wanyama wanalindwa wanahifadhika mm. wanaongezeka huku vitendo hivyo vya ujangili vikiendelea kwele, kuku, Eh, eh, kupungua ili mwisho wa siku tuendelee kuwa na wanyama hao ambao ni muhimu kwa vizazi hivi vilivyo navyo na vingine vinavyokuja, Mustafa mm -hmm. yeah. kulikuwa na kipindi ah. pia mlikuwa mna bucha hizi za wanyama De, kwa utaratibu ambao walikuwa mlikuwa mmeweka. mm -hmm. Eh, kwa sasa zina uh, endelea vipi, kwa sababu baadhi ya, ya, ya hizi bucha tuliona zi hey, bucha tuliona zilikuwa zimefungwa. Nashukuru kwa swali e, zuri e, kuhusiana na swala la bucha ya wanyamapori. Eh, bado fursa hiyo ipo na inaendelea kutolewa tu, msema mwamko kwa wananchi kidogo umekuwa uko chini hmm. Lakini kupitia maonyesho yetu event mbalimbali tumekuwa tukitoa elimu hiyo namna gani ya kukidhi hiyo vigezo. Nafikiri mimi kwa mtazamo wangu kama Mustafa, naona tu kwamba e, ule mwamko e, naona kwa Watanzania wengi ona bado, lakini kuna baadhi ya mabucha kama Dar es Salaam hapo tunao mabucha matatu, Dodoma tuna mabucha e, na Morogoro lakini mm. Ukiangalia ile namba bado iko chini. Sasa watu wanaokuja kula, maana yake wanakuja kununua au wanakuja kuchukua hizo nyama mabucha, kuna watu ambao wanataka kwenda kupata ile huduma ya nyama mm. lakini kuna vile vile wale ambao wanataka kufanya hiyo biashara mm. ya mabucha. Sasa ukiangalia demand ya Tanzania wanaopenda kula nyamapori ni wengi mm -hmm. lakini yani mdau ambaye anataka kuanzisha hizo bucha ndio wako wachache. Dar es Salaam na watu wengi sana lakini mabucha ambao tulionao ni machache, yeah. E, mabucha ambao tunao hapa ni matatu, Morogoro nadhani yako mawili, Dodoma iko moja. Sasa kama kuna soko, kwa nini wanaogopa kuwekeza? Ndio tumekuwa tukiwahabarisha kupitia kama nilivyosema, kupitia ma hizi eh, events mbalimbali, maonyesho mbalimbali mm. Eh, kama saba saba na nane nane na kwenda kwa Kizimkazi festival kiwaleza wananchi fursa zilizopo ndani ya mamlaka ya wanyamapori TAWA ni uanzishaji wa mabucha ya nyama sasa. hmm. Niseme kupitia platform hii kwamba watu wafike, tuna maeneo kwa wakazi wa Dar es Salaam, hapa Dodoma, eh, Arusha, tuna maeneo ambayo anasimamiwa na TAWA huduma za kibiashara na utalii wafike katika ofisi zetu wapate kupata elimu, waeleweshe ni prosesi gani ambayo wanataka wazifate, ili waweze kukidhi vigezo labda vya kuonesha kuchukua wanyamapori. Labda ungetupa huo mchakato, yaani utaratibu ukoje? Ni sawa, labda niliingilie. Ni pamoja na utaratibu mwingine, ukiachana na ufunguzi wa maduka, lakini pia kuna biashara ya ku Eh, ya kupata maeneo yeah, kwa ajili ya kuwatunza eh, wanyamapori kufungua bustani ya wanyamapori kufungua mashamba ya wanyamapori. mm -hmm. Taratibu zetu ziko tu wazi, ya kwanza, namba moja ni kuwa na andiko la kibiashara. mm -hmm. Andiko la kibiashara ambalo litaelezea unataka kufanya nini, na katika andiko la kibiashara lile unakuwa na una, unatoa viambatanishi viambatisho vya tini namba E, usajili wa kampuni yako kama ni blela, unajua ni taratibu za nchi zinavyotaka mm. Alafu na udhibitisho wa e, aina ya mapato ambayo umekuwa ukiyapata kwa miaka kadhaa, miaka mitano, mitatu, mpaka mitano, mm. kama una hiyo kampuni yako ukishakuwa na andiko la kibiashara then hatua ya pili inayofuata ni kuiwasilisha hilo hilo andiko la kibiashara kwenye ofisi, za, ofisi zetu za huduma za kibiashara na utalii kwa mfano kama hapa Dar es Salaam tuko nalo pale katika jengo la Mpingo House, ilikuwa wizara ya maliasili ehe, zamani hiyo mm. au na maeneo mengine nchini, lakini pia kama unakosa kabi, unakosa kabisa unaweza ukaliwasilisha moja kwa moja kwa ofisi za kamishna uhifadhi wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Morogoro. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu aa, ya, ku, ya, ya kufanya baada ya pale ni timu yetu sasa inakuja kukagua, ndugu Godluck, yeah. inakuja kukagua kuona iyo eneo unataka kufanyia hiyo biashara, unajua kwamba liko salama na yale mahitaji. Kwa mfano kama ni kama ni hilo na duka la nyamapori, je, zile mm-hmm. freezers, iye freezers iye unajua madhubuti, utahifadhi ile nyama yeah. Utatoa huduma hygiene ya pale mm -hmm. Ikiwa ni pamoja na timu hiyo inajumuisha ina wataalamu wa afya na kaveka, na kadhalika kama ni kwenye upande huo, lakini kama ni kwenye swala la kuanzisha bustani ya wanyamapori basi wanakuwepo na wataalamu wa mazingira ili mwisho wa siku ufanye Environmental Impact Assessment. Mm -hmm. Ehe, kwenye lile eneo, alafu baada ya pale hatua ya tano ni aina utapewa sasa, utapewa kibali kama ni shamba la wanyamapori na aina gani? hmm. ni unajua wanyama unataka kuwavuna na bei zake. hmm. Unajua, na kama ni biashara hiyo ya kuuza nyama, ni aina gani ya wanyama utakuwa kunawavuna kwenye maeneo hayo yaliyo wazi. Kumbuka hao wanyama wanapatikana kwenye maeneo yaliyo wazi, kwenye mashamba. alafu mwisho wa siku utapewa, utalipa. Baada ya kulipa, unapewa kibali hmm. cha kuweza ku kuendesha hiyo biashara. mm. Then ni, ni pamoja na hiyo biashara la duka la, la, la wanyamapori mm -hmm. au shamba la wanyamapori. Mwisho wa siku unaendelea na biashara yako kama kawaida. na katika haya mabucha ni aina gani ya wanyama ambao uh, wana... wanaweza wanaweza si kuliwa nyama <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sana <mfoya>. uh -huh. <laughs> madam salizuri sana Madam Foya, uh, tuseme hivi wanyama ambao wanaweza wakapatikana kuna uh -huh tuna aina mbili ya misimu mm -hmm. Tuna ule msimu ambao ni wa uwindaji na nimefurahi mm -hmm. sana ile swali ambako unaachia aina kutokana na kibali ulicho kiomba, mm -hmm. unapewa wale wanyama kulingana na kile kibali mm -hmm. Kwa hiyo wanyama wote ambao wanastahili kuwindwa ambao mara nyingi swala, nyumbu mm -hmm. unajua nyati kwa kipindi kile cha msimu wa uwindaji naeleweka vizuri hapo, yani msimu wa uwindaji uh, huwa ni mwezi wa saba, unafungua mwezi wa saba mm. Zamani ulikuwa unafungua mwezi wa kumi na mbili paka mwezi wa nne. una hiyo la kwanza, hiyo nisikize vizuri, naomba, good luck, nieleweke vizuri kabisa, kama hujanikata kwa sababu kaelewa vibaya. Lakini kuna wanyama wengine wale ambao ni waharibifu Mm. Unajua wanapatikana kutokana na circumstances za uharibifu kwenye mitaa mm, sinaeleka au kwenye vijiji mm, umenielewa eh, ambako kuna mnyama kama ya mbogo nyati amevamia, unajua mm, amevamia, kuna mnyama kama kiboko mm, amevamia si ndio? Hawa wanyama namna ile wanaweza wakawa wanapatikana kipindi kile cha uharibifu, maana moja moja tutegemei kwenye bucha yako utakuwa unaona nyama wa haribifu, unajua, kwa wakati ambao e, yani wakati mwingi hmm. Na hizo hizo hizo moments tunazifahamu kwa sababu tunakuwa tumepewa taarifa, kwa hiyo hmm. wanyama hiyo akishawindwa pia yule aliyeweza kumsikakusio kwenye kuwinda anaweza kumtumia kwa, ki, kwa kibali kicho kitoa, si ndio? Kaweka kaka, akatumia katika kuuza mm. lakini wale nyama ambao wako kwenye vio vibali vya uwindaji, basi zile nyama kama hiyo pia hata nyama ya nani unapata kongoni mm. nyama mm. ya pofu unaweza ukapata mm. nyama ya swala unapata kwa hiyo nyama ya nyumbu unapata kwa hiyo inategemeana na na hivyo vipindi Uh, ambao wanahusika kwenye uharibifu hawabaki katika eneo lile. Inategemeana sasa, kuna aina mbili. Uh, je, wananchi uh, uh, eh, walivyoripoti ni wao wenyewe wako tu pale lile eneo, umenielewa? uh, na sisi ndo tumefika uh -huh. tukifika sisi, taratibu ziko wazi sana, tukamdhibiti tuka, tuka yule mnyama, sheria inataka uwagawie um, uh, kwa idadi sawa bila kulipa fedha yoyote uh, anagawanwa pale yule mnyama baada ya kuwa amesha esha amewindwa hmm. wananchi wanapewa hmm. ile nyama pale kwa idadi iliyopo hmm. E, katika usawa <laughs> <laughs> <laughs> na kuhakikisha kwamba hakuna biashara inayofanyaje? yeah. Inayofanyika yeah. Lakini sasa kuna wengine ambao wanatokea, wakati huyu aliyepewa dhamana ya duka la wanyamapori hmm. yupo karibu <laughs> umenielewa anaweza akahusika kwa sababu anakuwa tumeshaidhinisha vibali kwa ajili ya zile bunduki anazozitumia maeneo mm -hmm. anayofanya unajua na kadhalika na kadhalika mm -hmm. anachotakiwa kufanya ni kutoa taarifa, anamsubdu yule mnyama. Baada ya pale sasa, kwa sababu ametumia effort mm -hmm. pia na madam fwa, nafikiri sio kitu kibaya kumliwadi, si ndio? mm -hmm. E, e, ndio, hii ndio kinachofanyika kabisa kabisa, ndio e. Sawa, tunafahamu trof yako mengi ambayo mnayafanya, na kimsingi pia mnaendelea ku, karibisha watu waje kuwekeza kwenye eneo hilo <laughs> lakini pia watu kuja utalii, maanake bado hasa utalii wa ndani bado mm. e, hamasa iko chini. Pengine labda kwa kumalizia sasa, kwa hizi dakika takriban tatu zilizobaki, e, Mustafa utamalizia uta kwenye eneo la utalii unalivyo, nakuambia wananchi, alafu Sanjo pale utamalizia kwa ujumla, kwa sababu tunafahamu pia tuna e, ni wiki pia ya, ya, ya, ya utalii ambao eh, wiki ya, ya, ya wanyamapori ambao eh, pia tunaendelea kuonyesha fursa mbalimbali ambazo zipo katika eneo hilo. Kabisa. Eh, Mustafa karibu sana kwenye eneo la As, utalii. Asante uh, sana. Uh, nashukuru sana ndugu mtangazaji uh, mimi niseme tu kwa wakazi wa Dar es Salaam eh, uh, mikoa ya jirani na Tanzania kwa ujumla eh, uh, TAWA ina maeneo mengi sana. Sasa kuelekea sikukuu hii eh, uh, ya Pasaka ambayo iko mbele yetu, basi niwakaribisha Watanzania wote kutembelea vivutio vyetu hasa hususan kwa wakazi wa Dar es Salaam. Sasa hivi tuna poli la akiba Pande. Uh, poli la akiba Pande ni poli ambalo ni poli la kipekee kabisa, ni poli ambalo linafikika kwa njia zote. Nikisema kwa njia zote, ukiwa na baskeli utafika, ukiwa na bajaji utafika, e, ukipanda daladala utafika, ukipanda, ukipanda, ukiwa na private car yote utafika, hasa kuelekea msimu huu wa Pasaka na juhudi ambazo zinafanywa na mheshimiwa Rais kutangaza vivutio ndani na nje, ni sehemu ya wakazi wa Dar es Salaam, Kibaha eh, Morogoro eh, pan, fika pole akiba Pande eh, kuna mambo mazuri sana ambayo tumekuandalia sasa hivi. Tuna wanyama wa kila aina, tunao simba pale, tunao chita mnyama ambaye anakimbia kwa kasi kabisa ardhini eh, huwezi kumpata sehemu nyingine zaidi ya Serengeti eh, lakini sehemu ya pili ya kumwona kwa urahisi kabisa ni pori la akiba Pande. Utaona upokee upekee ambao upo katika pori letu ambao unasimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa wanyama pori Tanzania Tawa. Mm. Aa, na vile vile tunao wanyama kama mbuni eh, mm. mtangazaji pale pori la akiba Pande, sasa hivi tunao pofu eh, tunao pundamilia yes. eh, kwa hiyo wakazi wa Dar es Salaam nichukue fursa hii kuwakaribisha siku ya Pasaka na sikukuu zingine za Mei mosi dio, kutembelea pori la akiba Pande ili kuweza kukuza utalii wetu na kuongeza mapato ambayo ameenda kusaidia miundombinu na shughuli zingine za kijamii. Na good luck ndugu um, uh, yangu na madam Foya, mm. <laughs> Uh, unapoongelea sasa hivi utalii wa jiiya Dar es Salaam unaiongelea pande yaani, it's a must visit place, ni sehemu ya kufika kwa sababu mm. kama alivyo sema naona ndugu yangu Mustafa amemsahau Kasongo, mm. yuko ndani abuole <laughs> akiba pande, lakini kama alivyo sema ninaungana naye kusema kwamba Uh, sisi tuna vivutio vingi sana kwa maeneo ya uwekezaji mm. Hivi, hivi karibuni mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori imetoa tangazo kwa government notice, yeah. ya maeneo ambayo yanahitajika watu walete, watanzania ndani na nje ya nchi, hasa watanzania wahamasike katika kuchukua yale maeneo katika maeneo ya uwekezaji yeah. na ilikuwa deadline, ilikuwa jana, lakini bahati nzuri uh, naona mamlaka imesikia ikasema, uh, watu walete maandiko yao ya kibiashara Uh, kwa kuongeza muda mpaka tarehe ishirini na tatu mwezi wa nne, ambako yatafunguliwa na kuona nani ameapply nini. mm. sasa nichukue eh, ni rai yangu na niombi langu kwa unyenyekevu, sasa hivi kwa Tanzania, wanaonisikiliza hifadhi hifadhi yetu ya Pande, kwa maana pole kiba Pande ina maeneo kama matano hivi ya wawekezaji mm. kwa mfano nikiongelea Pande, maeneo ni mengi sana nchini kwa haraka sana mm. kuna maeneo ya Bwawani, kuna maeneo ya Jomeke Hizo ni Bwawani ni, ni, ni, uh, ni tunaita Bwawani picnic site, tuna Msakuzi camp site mm -hmm. tuna Jomeke camp site, tuna crater. Unajua kwa kuleta hizo huduma kulaza kufanya camping, huduma ya vyakula eh, pia pamoja na kufanya zile huduma za kutalii, miundo mbinu ya kiutalii mm -hmm. kwa mfano matumizi ya quad bike, eh, golf carts nani ametangazwa kwenye, kwenye tangazo la kiserikali. Kwa hiyo mm, so ni so, wito wangu kwamba uh -huh. uh, Watanzania wana, wana, wana, wana, wa, wa wote watahamasika kwa sababu ni fursa ya, ya kiuchumi so, kwa Watanzania kwa hiyo nawakaribisha uh -huh. walete maandiko yao na tayari tawa ipo kwa ajili ya kuwasikiliza kabisa na ipo kwa ajili yao, na ninaamini Watanzania watasikia ombi hili, wataskia tangazo hili na watakwa sababu ya muda wetu umetupa mkono, USAID nakushukuru sana, sana, na Mustafa pia nakushukuru. Kwa wale ambao watahitaji ku, kuwasiliana nao kupata maelezo zaidi, wanaweza wakatumia namba za simu za 0780 eh, 973 485, 0780 973 485. nyingine ni hiyo hiyo lakini kule mwishoni badala ya 485 naweka 486. Kwa hiyo na pia kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii unaweza ukawapata. E, vile, vile tunakamilisha hivyo, wakati tunazungumza pia kuhusiana na wiki ya wanyamapori, na tukiendelea kuhimizwa pia kuchukua fursa hizo ambazo wamekuja kututangazia.